Ni mwanamke mwovu, mwanamke mwenye kuchukiza, si kama unanyelewa, anatamani unyelewe, mtu wa Mungu. Ni mwanamke mwenye kuchukiza. Mwanamke mwenye kuchukiza ni mwanamke ambaye anachukiza, ni mwanamke ambao, mwenye kuchukiza, mwanamke ambaye, ni mwanamke achukizae aolewapo, ni mwanamke mwenye kuchukiza wakati anapoolewa jambo lingine ambalo la kuepuka sana la kuombea ili jambo katika mataifa unayojua na kuyafahamu au katika taifa lako bwana aliepushie mbali hili jambo hili linawezekana limeingiza limeingiza inchi moja kwenye matatizo jambo hili linawezekana limeingiza baadhi ya inchi kadhaa kwenye majanga baadhi ya familia kadhaa kwenye shida baadhi ya ukoo kadhaa kwenye majanga ni mwanamke mwanamke eh, mwanamke anayechukiza aolewapo. Siko ananyelewa? Utasema hujanyelewa, utasema mwanamke anayechukiza aolewapo ndio nini? Sikiliza nikwambie, mtu wa Mungu, nikisema mwanamke anayechukiza aolewapo ni mwanamke asiye na tabia njema ni mwanamke asiye na tabia jema pia ni mwanamke asiye na heshima wala usafi wa moyo haleluya huyo ni mwanamke ambaye anayechukiza aolewapo sio baraka a -a. sio fura a -a. anachukiza anapoolewa mwanamke huyo haleluya bwana atuweze sana mwanamke huyo anapoolewa kuchukiza, ni mwanamke ambaye nimesema, ni mwanamke ambaye asiye na asiye na tabia njema, ana tabia njema ndani yake, asiye na heshima wala usafi wa moyo. Mwanamke huyo akiolewa, <laughs> mwanamke huyo akiolewa badala ya kuwa baraka, badala badala ya kuwa baraka mwanamke huyo, badala ya kuwa baraka mwanamke huyo kwenye ndoa uleta mgogoro, uleta migogoro ya kila aina. Epuka sana, hatari sana. Mwanamke huyo kwa taifa huwa mtu wa migogoro, uleta migogoro, uleta majanga. Jambo la tatu ambalo taifa inatakiwa iliepuke nalo au iliepushe nalo, ni mwanamke muovu anapoolewa. Au familia, ukoo, jambo hili inabidi waepukane nalo, ni mwanamke muovu anapoolewa. Nimesema mambo makuu ambayo huyo mwanamke tabia zake, ni mwanamke ambaye tabia zake sio njema hmm? ni mwanamke asiyekuwa na maadili asiye na heshima wala usafi wa moyo, aolewapo, badala ya kuwa baraka, bari uwa mtu ambaye mwenye kuleta nini, migogoro mandiko na... yes, badala ya kuwa baraka, yeye atakuwa mtu ambaye wa kujivuna, huyo mwanamke kuangaisha wengine ayo, hizo ni shida zake. Sasa mambo ambayo anayoyafanya akishaolewa, ni mtu ambaye atakuwa anafanyaje? Anajivuna alafu anasababisha au, au anawaangaisha watu wengine au kumtesa mumewe au atakuwa ni mwanamke ambaye anayemtesa nani? Mumewe. Sijui kama ananyelewa mtu wa Mungu, natamani unyelewe. Mwanamke huyo ni hatari kwa taifa, ni hatari kwa jamii.